Timu ya kujenga nest. Jua la asubuhi hupasha joto anga iliyo wazi. Swalo hupiga mbawa zake kwa msisimko. Ana ndoto ya kujenga kiota salama. Lakini matawi ni nzito na mbali. Anapumua akiwaza jinsi ya kuanza. Swallow uchukua tawi nyembamba, anaipeleka kwenye mti mrefu. Mabawa yake yanachoka kwa kuruka. Tawi moja haitoshi kwa kiota, anatambua anahitaji msaada zaidi. Sparrow matangazo Swallow kufanya kazi peke yake. Anapepea karibu na mlio wa kirafiki. Unafanya nini Solo? Anauliza. Na quote. Ninajenga kiota, lakini ni ngumu. Na quote. Sparrow anaitikia kwa kichwa. Tayari kumsaidia. Sparrow anashika tawi kwa mdomo wake. Anaruka kando ya Swallow hadi kwenye mti. Pamoja, weka matawi kwa upole. Kumeza akitabasamu, moyo wake unahisi mwepesi. Ndege wawili wanaofanya kazi hurahisisha kazi. Njiwa hutua kwa upole karibu na jozi yenye shughuli nyingi. Anainamisha kichwa chake na kutazama kwa upole Nakot, naweza kujiunga na kazi yako leo nakot? Swalo na Sparrow Wanamkaribisha kwa furaha. Marafiki watatu sasa wanashiriki kazi pamoja. Kila ndege hubeba vijiti kutoka ardhini. Sparrow huchukua matawi madogo nyembamba, Njiwa hubeba zile zenye nguvu na nene. Swalo hufuma matawi kwa uangalifu kwenye kiota. Kazi yao ya pamoja hufanya muundo kuwa na nguvu. Mti huzunguka kwa upole katika upepo. Kiota kilichojengwa nusu kinakaa kati ya matawi. Swalo anaipapasa kwa mbawa zake. Analia kwa furaha, akijivunia maendeleo. Marafiki zake wanashangilia na kupiga kando yake. Wanarudi kwa matawi zaidi pamoja. Anga hujaa mbawa zinazopeperuka. Ndege huruka kwa miduara, wakibeba matawi juu. Vivuli vyao vinacheza kwenye medo hapa chini. Kiota hukua zaidi kwa kila safari. Mwishowe, kiota kinaonekana kimejaa na pande zote. Matawi yanaingiliana salama na imara. Solo huijaribu kwa kukaa ndani. Inahisi joto, salama na kukaribishwa. Marafiki zake hukusanyika kwa kiburi karibu naye. Swallow hutandaza mbawa zake kwa shukurani. Na quote, hiki sio kiota changu tu, na quote, anasema. Na quote. Ni kiota chetu cha urafiki milele na kote. Sparo na Njiwa wanaimba naye kwa furaha. Kwa pamoja wanasherehekea kazi ya pamoja na urafiki.